Habari na karibu ndugu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV. Uko nami mtangazaji wako Emmanuel Maijo, Dubai. Raisi wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameukaribisha uamuzi wa kuanzishwa kwa awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Umoja wa Falme za Kiarabu umepongeza jukumu muhimu na la kipekee lililoainishwa na Rais Trump katika kufanikisha hatua hiyo muhimu na imezitaka pande zote kusitisha vita. Kwa kufuata maagizo ya Mheshimiwa Sheika Fatima bint Mubarak na chini ya ufuatiliaji wa Mheshimiwa Sheikh Hamdan bin Zaid Al Nayan, mwakilishi wa mtawala katika eneo la Al Dafra na mwenyekiti wa shirika la Hilali Nyekundu la Emirates ERC, miradi mikubwa ya afya imezinduliwa katika visiwa vya Comoros. Miradi hiyo inajumuisha hospitali ya uzazi na watoto ya Sheika Fatima, mama wa taifa na kituo cha huduma ya dialysis ya figo. Habari za biashara. Amazon Umoja wa Falme za Kiarabu leo imezindua mpango mpya wa urejelezaji unaolenga kurahisisha kwa wateja kurudisha vifaa vya kufungashia kutoka kwenye mizigo ya Amazon.ae kwa kushirikiana na Envirosave, mshirika aliyeidhinishwa na manispaa ya Dubai na wizara ya mazingira. Mpango huu umeanzisha zaidi ya vituo mia hamsini vya kukusanyia vifaa vya kurejeleza kote Dubai. Habari za kimataifa. Kwa wiki tatu mfululizo, mji mkuu wa Madagaskar, Antananarivo, umekumbwa na machafuko makubwa, ambapo waandamanaji wamejikuta wakipambana na polisi. Kile kilichoanza kama hasira ya umma kutokana na upungufu wa maji na umeme kimegeuka haraka kuwa harakati ya kitaifa dhidi ya madai ya ufisadi wa serikali na upendeleo. Manila Hofu imetanda kusini mwa Filipino mapema Ijumaa baada ya tetemeko kubwa la ardhi lenye kipimo cha awali cha 7.6 kutokea bahari karibu na jimbo la Davao Oriental. Tetemeko hilo lilosababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo, lililolazimu viongozi kutoa onyo la tsunami na kuamuru wakazi walio pwani kuhamishwa mara moja. Habari za michezo. Shirikisho la mpira wa kikapu la Marekani NBA limeingia makubaliano ya ushirikiano wa miaka kadhaa na kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya China Alibaba kabla ya kurejea kwa michezo ya maandalizi ya msimu mpya nchini China. Alibaba Cloud imeteuliwa kuwa mshirika rasmi wa huduma za wingu cloud computing na akili bandia AI wa NBA China. Kwa haya na zaidi tembelea tovuti yetu ya www.dailytimes.ae, uwe na wakati mwema.